A uh, hapa Durban yeah. Kimsingi tuko, uh, tuko vizuri. Uh, kila kitu kinakwenda sawasawa. Uh, hali ya hewa uh, kwanzia, kwanzia leo kijua uh, kimepiga kwa sababu tangu tumefika hapa tumekutana na hali ya mvua, lakini kwanzia leo Uh, kumekuwa na kijua fulani hivi na uh, unajua hata hizi vua, mvua mfululizo uh, zimefanya hata kiwanja ambacho Simba wanafanyia mazoezi pale uh, Karia Fontaine. Uh, kuna baadhi ya maeneo uh, kujaa uh, maji, lakini uh, bado haijawazuia Simba kufanya session yao ya mazoezi ambayo ni session ya mwisho kwa hii leo na nimepata nafasi na fursa ya kushuhudia session zote ya za mazoezi ya Simba tangu tumefika tangu tufika hapa ebe, um, uh, niseme uh, unaona namna ambavyo uh, mazoezi yote yamekuwa na intensity uh, ya na ya juu sana, kila mchezaji akiwa na focus uh, na ari uh, ya juu sana kuhakikisha kwa kwamba anakuwa kwenye mazingira mazuri kuelekea kwenye, kwenye, uh, kwenye, kwenye mechi ya kesho. Ukipata uh, nafasi ya kuzungumza na na mchezaji mmoja mmoja uh, kila mtu anakwambia hawaangalii hawa, hawa chochote. Okay. uh, zaidi ya kwamba mechi ya kesho ni, ni, ni, ni mechi moja kuelekea uh, kwenye, uh, kwenye fainali ya, ya kombe la shirikisho barani Afrika. Mm. Uh, wachezaji wanasema wanaelewa uh, legasi ambayo, ambayo wanakwenda wanakwenda kuiweka, kwa sababu um, watu wengi tunazungumza pia kuhusiana na uh, motivation ambayo uh, skwadi hii ya Simba ya hivi sasa uh, inapewa kulingana na uh, mafanikio ambayo Young Africans wamefikia siku, siku za karibuni. Tumeshazungumza sana Akilomanga uh, kuhusiana na mambo haya kwamba hizi uh, timu za Kariakoo maendeleo kila mmoja yana mpushe wengine kufanya, eh, kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo ukikaa na wachezaji unasema, awa ah, ah, jamaa We, kwa, kwa, wanasema kama ikitokea e, fainali hey, hapa <laughs> ya kucheza fainali ya, ya kombe la shirikisho kinatusumbua sana sasa, so, mm, hiyo ni kwa mujibu kizungumza na wachezaji, maana hiki kinatusumbua sana kwa hiyo uh, tunayo nafasi ya kufanya, ya kufanya vizuri zaidi na kufika uh, fainali na pengine uh, labda kufanya vizuri zaidi uh, kwenye mchezo wa fainali kwa maana ya kuchukua kikombe kwenda mbele zaidi uh, ya pale ambako ambako Young Africans uh, walifika kucheza fainali lakini hawakuweza kutoa uh, hawakuweza kutoa form, kikombe. Kwa hiyo na, uh, na, na, na, na muhimu mbese, kushinda kuvuka hiyo hatua maana yake muhimu ni kuvuka. Yes, uh, muhimu muhimu ni kuvuka Kilimanga. Yaani muhimu ni kuvuka kwa sababu uh, as it is Simba yuko mbele uh, kwa bao moja kwa sababu uh, ilikuwa ni mechi ambayo inahusisha dakika mia moja na themanini. Uh, dakika tisini zimekuisha pale Amani Complex Zanzibar uh, kwa hiyo hizo ambazo zinamaanisha Simba anaongoza kubwa moja kwa sifuri. Dakika tisini nyingine uh, ni kesho, so, matokeo ya michezo yote miwili dakika mia themanini ndo yanaweza kusema uh, timu gani ambayo inakwenda uh, fainali uh, uh, nyingine kwenda kungana na na Belkani ambao wanaonekana kama wana advantage kubwa baada ya kushinda mechi ya kwanza mm. Uh, uh, uh, uki uki, oh, uki, ukichukua reference ya michezo ya jana ligi ya mabingwa hapa uh, Afrika kwa maana uh, Mamelodi Sundowns pamoja na Orlando walivyoweza kupambana ugenini kwa Simba inawezekana pia. La, kwa Simba, kwa Simba ina, uh, ina, ina, inawezekana. Ndio maana nikasema na pale kuna ziko motivation tofauti tofauti to kuzungumza na, na wachezaji wanaona kama zinawafush wafush kufanya, kufanya vizuri um, ikiwemo of course hayo matukio ya jana. Jana nimeona wachezaji wanafuatilia hizo uh, wanafuatilia mechi wameona, namna uh, ambavyo uh, Mamelodi wamefanya wamefanya vizuri away. Kwa bahati mbaya Orlando walifungwa na, walifungwa na Pyramid, lakini uh, walipambana mechi hmm, kesha kwa bao tatu uh, kwa mbili ambapo kwa matokeo ya bao tatu kwa mbili ukiyapeleka kesho manake Simba Simba atakwenda fainali manake uh, scoreboard uh, maanake ubao wa matokeo utasoma tatu kwa tatu e, Simba atakwenda uh, atakwenda fainali. Kwa hiyo kuna hiyo advantage lakini advantage nyingine ambayo Simba au kitu kingine ambacho kinasukuma Simba ya eh, kufanya vizuri zaidi, unajua eh, kwa siku hizi za karibuni eh, Kilumanga Uh, hii ni mara ya tatu katika hizi nyakati ambazo Simba wamecheza uh, robo finali wanakuja wanakuja South Africa. Okay. Walishawahi kuja hapa South Africa kwa South Africa kwenye robo finali, ile ni ya Champions League walicheza dhidi ya Kaizer Chiefs. Na um, unakumbuka walifungwa walifungwa bao nne uh, kwa kwa sifuri hapa uh, wakati huo kocha alikuwa alikuwa Didi, Didi Gomes Da Rosa. Alafu wakaja tena hapa kwa ajili ya, uh, kwa ajili ya kombe la shirikisho wakafungwa pamoja na, na, na Orlando wakati huo kocha akiwa ni uh, Pablo Franco Maltini, watu wengi wanamkumbuka wana huyu kocha mm-hmm, lakini safari hii sasa ya tatu ambako wanakuja kupambana na Stellenbosch kuna kitu tofauti ambacho Simba ako nacho uh, kwenye, kwenye, kwenye, uh, kwenye benchi na hii ni uwepo wa kocha Fadlu uh, David ambaye hapa, hapa Durban yeye ni, ni mgeni Soutafrica oous ni mgeni, lakini hapa ambako mchezo unafanyikia yeye ni mwenyeji zaidi, kwa sababu amekwisha kucheza timu ya uh, Maritzburg United ambayo kwa sasa inaitwa Durban, okay. uh, Durban City amecheza hapa na aliacha rekodi kama mfungaji ambaye amefunga magoli mengi kuliko, uh, kuliko mshambuliaji mwingine yoyote, alifunga mabao mabao ishirini lakini pia amefundisha, amefundisha hapa, kwa hiyo ni eneo ambalo anajua vizuri. Ni kitu cha ziada a, ambacho kinawapa Simba kujiona kwamba e, tunayo nafasi ya kufanya vizuri kwenye, kwenye mechi ya kesho na kutinga hatua ya, ya fainali, sawa. Nje ya uwanja pengine a, shangwe zipoje? Hasa naamini Durban ni moja kati ya sehemu ambayo watanzania ni wengi sana. Ah, seu watu wamehamasika, watu watu, wamehamasika watu wame, wame rumanga uh, una, wame na unajua uh, na ndio maana uh, timu nyingi uh, huwa hazipendi hasa timu za South Africa hazipendi kukutana na timu za Tanzania kwa sababu watu wengi uh, kunaonekana kama kuna ura, urahisi wa kusafiri kutoka Tanzania kuja hapa, <coughs> hapa South Africa kwa sababu vitu vingi vi, uh, vina, vina urahisi ukilinganisha uki, uki, uki au ukiangalia undugu ambao sisi tuko nao, uh, tuko nao na, na South Africa. Kwa hiyo kuna watu wengi ambao wamesafiri kutoka, uh, kutoka Tanzania. Kuna wengine ambao wanaingia wanaingia hii leo, kuna wengi ambao wameingia wiki, wiki, wiki wiki yote hii kuyo. Kwa wa Watanzania ambao wamesafiri ni wengi sana kuja uh, kuja kwenye huu mchezo, lakini pia unazungumza Watanzania ambao wanapatikana hapa Durban. Durban ni moja kati ya majiji ambayo hapa South Africa ambayo kuna Watanzania wengi, okay, kuliko kuliko sehemu nyingine yote ya ya, ya, ya, ya South Africa. Kwa hiyo kuna hiyo factor pia kwamba pale mm, na Moses Mabhida Stadium ambako mchezo huu unaenda kuchezwa, inawezekana wao Stellenbosch wakawa ni wenyeji kwa maana ya kuwa ni wa South Africa, lakini kwa mazingira ya kiwanjani wao kunao nafasi ya kuonekana kama, kama wageni wa sababu Hey, sio timu kubwa, sio timu kubwa hapa kama ilivyo Kaizer uh, uh, na Orlando. Ni timu ndogo tu ambayo imeanzishwa mwaka 2016 kwa hiyo hawana fan base kubwa Sao, lakini pia ukiangalia huu Moses Mabida sio uwanja wao wao wa nyumbani, akizungumza hivi punde juu ya kuelekea kwenye mchezo huo wa Simba dhidi ya Stellenbosch hiyo kesho, mmoja wa watu ambao nataka waamke vizuri tu ni Kibu <laughs> shughuli itakuwa imekwenda ime, ime vizuri kwa hivyo naamini itakuwa hivyo. Ah, anakuwa msumbufu akiamka okay, vizuri unajua yani, Stellenbosch nusu ya timu itabidi idili naye peke yake ama ataleta madhara makubwa. Kwa hivyo naamini uh, na, nataka kila mmoja amke vizuri, kati miongoni mwa wachezaji. Yeye Kibu akiamka vizuri game, uwezekano wa kushinda ni mkubwa peke yake pale. Hmm. Uh, mambo ni tofauti kwanza tume fair play kwa Stellenbosch na mamlaka za Afrika ya Kusini wametutreat kama ndugu zao, nafikiri mahusiano ya kihistoria kati yetu na Afrika Kusini yanatufanya tuwe nyumbani pia hapa uh, lakini la pili kwa ubalozi wa Tanzania nchini Afrika Kusini uh, ukiongozwa na mheshimiwa balozi bwana na wame hakikisha kila kitu ambacho kinatakiwa kufanyiwa Simba kuelekea kwenye mchezo wao wa kesho kinafanyika kwa kiwango cha juu pia. Lakini toka tumefika hapa, mimi na viongozi wa Simba na viongozi waliotoka TFF kama shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, tumekuwa tukiendesha vikao mara kwa mara kuhakikisha ya kwamba hakuna kinachoharibika. Pale ambapo tunaona kuna kasoro, tunahakikisha kwamba tunashughulika nazo moja kwa moja, na ni kuhakikishie tuko kwenye wakati mzuri. Yale yote ambayo tuko tunayaona kama yanaweza kuwa changamoto tumeshughulika nayo tayari, na hilo hasa ndio tuliokuja kufanya hapa. Sawa. Na kwa namna gani ambavyo serikali inashirikiana na, eh, na wadau wa mchezo wa soka kwa kuendelea kusapoti ama kwa kiasi gani bado inaweka nguvu sana katika michezo? Uh, sapoti ambayo inatokea kwenye kipindi hiki ambako nchi yetu iko chini ya serikali hii ya awamu ya sita chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye masuala ya michezo haijawahi kutokea katika wakati wote. Na ndio maana unaona mimi naambatana na hizi na timu, iwe Yanga iwe Simba iwe timu ya taifa, ili kuhakikisha kwamba serikali ina mkono wa moja kwa moja kuhakikisha tunaunga mkono kilichotokea. Kama Yanga hawakufungwa zile yes, mechi za finali walipoteza kikanuni na ni jambo la kutia moyo angalau kwamba mmekosa ubingwa lakini hamkwenda kuidhalilisha nchi. Mlikwenda mkafanya jukumu mlilopewa mililo, mililo, bahati tu haikuwa upande wenu. Haya maswala ya kikanuni inategemea uko upande gani wa bahati tu, hapo umeamkaje, lakini uh, tunarekebisha yale mambo mengi ambayo yanatokea kama ambavyo umetangulia kusema kuhusiana na aggregate. Tungependa tushinde zaidi tulivyokuwa tunacheza Tanzania ili tuje hapa uh, tuna cup uh, kutosha zito zaidi lakini mpira ni mpira. Moja ya mambo yanayonitia mimi moyo ni kiwango cha Simba kulinganisha na kiwango cha wapinzani wao uh, lakini aggregate inatubeba japokuwa tungependa iwe kubwa zaidi. Yote haya anayosema ili Uh, tunajaribu kuepusha kuacha kanuni zituamulie mechi. Tunataka uwezo wa timu zetu ndio uamue mechi moja kwa moja, kama kushinda mshinde, tusitegemee tuko upande mzuri wa kanuni kwa siku husika, ili kuweza kushinda aidha kuingia finali ama kupata ubingwa. Kwa si tunafanya kila ambalo tunalifanya, na unaweza kuona kadri siku zinavyokwenda, support inazidi kuongezeka. Na sijui kama mme take note kwenye jambo hili, lakini kwenye safari hii ya Simba serikali imelipia usafiri wa klabu imelipia accommodation ya klabu uh, timu inakula chakula kilichonunuliwa na Rais Samia Suluhu Hassan, ni katika kuhakikisha kwamba na wao wanauona mkono wa mheshimiwa rais kwenye masuala haya. Moja ya, ya, ya mambo ambayo nataka ni wakumbusha ni kwamba pengine Simba wangekuwa na uwezo wa kusafirisha timu yao wakailaza mahali pazuri uh, na wakahakikisha timu yao inakula na yote yanafanyika, lakini ukiwa na mkono um, wa serikali kwanza, kuna mahali unakupunguzia uzito wa kibajeti, lakini hali kadhalika una, unapata ile feeling kwamba nchi nzima iko nyuma yako na ndio hasa ambacho tunakuja kufanya. Kwa hiyo mi nimekuja na ujumbe uh, wa moja kwa moja uh, kutoka kwa mheshimiwa rais kuelezea kwamba wako na simba uh, uh, tuko na simba na tukuhakikisha kwamba uh, ili jambo linafahamika, uwanja uh, wao nyumbani ni pale uh, Dani Craven ambako sasa na wenyewe wamesafiri kuja hapa, uh, Durban uh, Moses uh, Mabida. Kwa hiyo uh, kunayo hayo mazingira kwamba Simba inawezekana akawa na mashabiki wengi kiwanjani kuliko hata wenyewe uh, uh, Bana, mimi nikutakie usiku mwema ndugu yangu, nashukuru sana na asante na kila la heri kesho eh, Mungu awajalie inshallah. inshallah, inshallah. Haya, tunakwenda kwenye mapumziko alafu ma, uh, nitarejea hapa tena E bwana, hii ni mubashara kabisa kutoka nchini Afrika Kusini, ambapo Simba yupo huko kuelekea mchezo wa nusu fainali ya pili kombe la shirikisho barani Afrika, na Simba anaitaka sana hii nusu fainali ya pili akiwa na faida ya goli moja mkononi, anaitaka sana hii nusu fainali ya pili ili kufuzu katika hatua ya fainali, ambako huko RS Berkane kutoka nchini Moroko wanaonekana wao tayari wameshaingia katika hatua ya fainali, baada ya mchezo wa kwanza kupata ushindi wa goli nne kwa sifuri dhidi ya Constantine. Lakini Simba nao nchini Afrika ya Kusini wanaambiwa huko sio kinyonge. Simba, Afrika Kusini ni kama nyumbani, wanacheza mchezo wao katika jiji la Durban wanashindikiza wanaishangilia Simba waweze kupata matokeo waweze kupata ushindi, huku Stellenbosch imeanzishwa elfu mbili na kumi na sita, haina mashabiki wengi ambao wanaweza wakawazidi wa Tanzania eh, katika mchezo huo, huku nafasi kubwa pia Simba anapewa eh, ya kushinda eh, na kufuzu katika hatua ya fainali kwa sababu tayari ana ushindi ana uongozi wa goli moja. Kwa hiyo Simba kesho apate suluhu ya, uh, yoyote ile apate sare yoyote ile iwe mbili, mbili tatu tatu, lakini apate suluhu ya sifuri sifuri, anakwenda katika hatua ya fainali. Simba kesho akipata goli itakuwa ni wigo mpana zaidi kwa uh, Stellenbosch, kwa sababu simba tayari ana uongozi wa goli moja. Akiongeza, akiongeza jingine, basi simba atakuwa na matumaini makubwa sana ya kufuzu katika hatua ya fainali. Tuandikie maoni yako katika sehemu ya komenti. Una maoni yapi juu ya hiki ambacho kinaendelea nchini Afrika ya Kusini?